Kwa wale wafanya biashara na ambao wanafanya biashara mtandaoni, lakini pia kwa wale content creators, wale wanaotengeneza maudhui videos mbalimbali, amna kitu muhimu unapokuwa unatengeneza maudhui yako kama unapokuwa na vifaa ambavyo ni vizuri kwa ajili ya kuweza kutumia. Sasa moja kati ya vifaa ambacho ni muhimu sana ni ring light. Ring light ni kifaa kinachotumika kwa ajili ya kuweza kuongeza mwanga au kuweza kuongeza ubora wa video au ubora wa picha ambazo unakuwa unatengeneza au matangazo ambayo unakuwa unayafanya. Sasa leo binafsi nitakuonyesha jinsi gani unaweza kufunga ring light nchi kumi ambayo unaweza ukaitumia kwa mtu ambao unaanza kuweza kufanya biashara au unabaki toka ya kazi ili kuweza kuchukua vikute, ili upate kile kitu ambacho wewe unakitaka. Kwa hiyo, kitu cha kwanza tunakuwa na package inakuwa kama hivi jisi unaoweza kuiona hapa. Maana yake ni kwamba tunakuwa na stand yetu kwa ajili ya kuweza kuweka ring light yetu moja na kuweza kuweka simu, lakini pia tunakuwa na ring light yenyewe. Nitafungua hizi kuweza kuona vyote. Kitu cha kwanza tunakuwa na stendi yetu ambayo tutaifungua kama hivi. Ni stand yetu ambapo inakuwa ni stand yetu, inakuwa ni ndefu kiasi kwamba una uwezo wa kuweza kurekodi video yako katika urefu wote uliokuwa umesimama ukiwa umekaa, na una uwezo wa kuweza kuadjust, ikiwa na maana kwamba unaweza ukaongeza urefu, lakini pia unaweza ukapunguza urefu kutegemeana na uhitaji wako. Kwa hiyo kama endapo umesimama au umekaa, unaweza kaiona, ni stendi ni ndefu, ni ndefu sana kiukweli okay. Kwa hiyo hii, unaweza ukapunguza urefu kwa kuwa kuna hizo adjustable, kuna hizo kama nati hizi, zinakuwa zinakusaidia kuweza kuongeza urefu na kuweza kupunguza ule urefu wa ring light yako, kwa hiyo hii inakuwa ni stendi yetu, ambao katika hii stendi yetu pia inakuwa na miguu yake kama unavyoweza kuiona, ambapo hii unaweza ukaisimamisha na kuweza kuiweka sehemu yoyote kama jinsi unavyoweza kuiona kama hivi. Kwa hiyo hii ni stendi yetu, tutakuwa nayo, nitaiweka hapa kuweza kuiandaa kwa ajili ya kuweza kuitumia. Hiyo ni stendi tunaweza kuiona, lakini pia tunakuwa na box lenye ring light ndani yake, ambapo kama unavyoweza kuiona inakuwa ni ring light ambayo inakuwa na vifaa vyake, inakuwa na vifaa vyake, ambapo miongoni mwa vifaa hivyo ambavyo nitakuweza kuvipata katika ring light iliyo kamili na ambayo ni nzuri natakiwa uweze kupata kwanza ring light yake ambayo inakuwa na waya wake mrefu tu wa kutosha, lakini pia natakiwa uweze kupata vile kwa ajili ya kuweza kuunganisha ring light yako. Kwa hiyo sasa, tuna stand yetu ipo tayari, lakini pia kitu cha kwanza ambacho tunataka kuhakikisha kwamba uko nacho au ring light iliyo kamili na kuwa nayo ni na kuwa na ring light yenyewe alafu <clears throat> unakuwa na vifaa maalum kwa ajili ya kuweza kuunganisha ringlight yako na stendi, ambapo katika hivi vifaa vinakuwa kama hivi. Unakuwa na hiki hapa kwa ajili ya kuweza inasaidia, kwa ajili ya kuweza kusaidia kuweza kuadjust ringlight yako katika engo tofauti tofauti, na kuweza kuchukua video yako katika engo tofauti tofauti. Lakini pia kuna namna kuweza kuunganisha, nitakuonyesha hapa hatua kwa hatua.

tutaiweka hii ili tusaidie ku adjust eh, iki kifaa chetu kisiwe kinacheza kiwe katika engona ambayo tunaitaka, kwa tutaiweka hapo. Baada ya hapo, hii sehemu ya hapa inakuwa tunaiunganisha hapa na stand yetu kwa ajili ya sasa kupachika ring light. Kwa inakuwa kama hivi, inakuwa ipo tayari. Kwa hiyo baada ya hapa sasa Baada ya hapo sasa, tunakuja kuweka ringlight yetu ambapo tayari tumekwisha kuifungua. Inakuwa na sehemu yake tundu, kama jinsi unavyoweza kuona, kwa ajili ya kuweza kupachika au kwa ajili ya kuweza kuiunganisha na stendi. Kwa hiyo tutaiweka hapa kama jinsi inavyoonekana. Kwa hiyo usikaze sana, unaweza ukaweka kawaida na usitumie nguvu nyingi sana kuweza kuikaza. Umekaza tu kawaida na inakuwa tayari imekwisha kukaa. Kwa hiyo sasa inakuwa ni snaua yetu iliyokamilika kuanzia kwenye stendi, unaweza ukaiona na waya wake, lakini pia na penye light yetu kwa jinsi unavyoweza kuiona ikiwa imekamilika. Sasa tunakuja kuunganisha sehemu ya kuweza kuweka simu yetu kwa ajili ya kuweza kurekodi au kwa kifaa chetu kwa ajili ya kuweza kurekodi. Hapa na huko pia kuna kuwa na vifaa vyake. Ambapo kuna kuwa na vifaa vyake vitatu. Kuna kuwa na hiki hapa cha kwanza kwa ajili ya kuweza kusimamisha hapo ili kuweza kushikilia na simu yetu, lakini pia tuna kuwa na hiki hapa ambayo inasaidia kuweza kubana simu yetu. Kwa hiyo inakuwa inabana simu lakini pia hii hapa, hizi hapa zinatumika kwa ajili ya kuweza kwa digest yetu katika sehemu tofauti tofauti. Kwa hiyo hii hapa tutaiweka, tutaunganisha hapa. Kabla ya kuweza kuunganisha, lazima tuhakikisha kwamba tumeunganishia sehemu hiyo hapo. Sasa ili iweze kukaa vizuri, sije kacheza cheza, tunakuwa tunatumia kifaa hiki hapa kwa ajili ya kuweza kubana hapa ili iweze kukaa vizuri. Kwa hiyo tutafunga hapo, baada ya kuweza kufunga hapo tutakuja kuipachika katika ringlight yetu kama jinsi unavyoweza kuiona hapa. Kwa hiyo tutaifunga kama kawaida, usitumie nguvu nyingi sana, ni kidogo tu, kisha funge, kisha bana kama hivyo, inakuwa ipo tayari. Kwa hiyo ringlight yetu ipo tayari kwa ajili ya matumizi. Kwa hiyo sasa, ili kuweza kuitumia, tunahitaji kuweza kuona sasa mwanga wenyewe, namna ambavyo inavyo adjust know, yes. kuweza kupata ule mwanga unataka kutegemea na video yako, kutegemea na setting yako kwa jumla, sababu kila mmoja anakuwa hii ika power bank ana katika, katika power bank au, au kama ndio kuna kichwa cha chaja, kuna vile vitu vya chaja ambavyo unaweza kuchomeka ili kuweza kupata E, power kwa ajili ya kuweza kuwasha light yetu. Binafsi, nitatumia power bank hii ndogo kwa ajili ya kuweza kupata mwanga. Kwa hiyo nitakuwa nitaichomeka kama hapa jinsi inavyoonekana. Hapa baada e, ya kuweza kuichomeka utaona kuna sehemu ya power, kunakuwa na button ni kama remote yake kwa ajili ya kuweza kucontrol mwanga. Kwa hiyo okay, baada ya kuweza kuichomeka hapo tunaiwasha; kwa kiwasho unaweza ukaona Ina, imeanza kuwaka kama hivyo jinsi unavyoweza kuona. Tunaweza tukabadilisha mwanga kama jinsi unavyoweza kuona kubadilisha mwanga katika remote, kila kitu kinaonekana hapo kwa ajili ya kuweza kubadilisha mwanga. Tunaweza tukapunguza mwanga na kuongeza mwanga, lakini hapa nakuwa naongeza mwanga kama jinsi tunavyoweza kuona hapo. Kwa hiyo hii sasa ile ile ile inakuwa ipo tayari. Kwa unachotakiwa sasa kuweza kufanya wewe ni kuweza kuchukua, kuweza kuchukua simu yako, utachukua simu yako ili kuweza kuiweka au kuweza kuipachika. Sasa hapa inategemea na sana namna ambayo wewe unapotaka. Na kama nilivyokuambia mwanzo kwamba internet yetu ipo katika namna ambayo unaweza kuadjust, sio kama zile zingine ambazo Eh, unakuta zimesimama tu wima kiasi kwamba unakuwa hauna wigo mpana ile inakuwa inaweza ikazunguka katika mzunguko wote duara moja kwa moja. Kwa hiyo hii inakuwa ni nzuri, kwa sababu inakuwa inakusaidia wewe kuweza kutengeneza video zako, kutegemea namna ambavyo wewe unakuwa unataka kuonekana hapo. Kwa hiyo inakuwa na kusaidia wewe sana kuweza kupata kitu ambacho unakitaka. Kwa hiyo baada ya kuweza kuweka hiyo setup yetu, ndio tunakuja kuweka simu yetu. Ambapo simu yetu tunakuja kuiweka hapa katika sehemu hii hapa ambapo tunakuwa na hii simu kwa ajili ya kuweza kubana simu. Kwa hiyo tutapachika simu yetu kama hivyo. Simu yetu tayari tumekwisha kuipachika kama hivi. Sasa hapo unaweza ukaendelea kutegemeana na jinsi ambavyo wewe utakavyokuwa unataka ikiwa na maana kwamba unaweza ukapandisha juu, unaweza ukashusha chini kutegemea na uhitaji wako, lakini pia kama jinsi unavyoweza kuona hapa eh, tumeweka katika hali ya kuweza kusimamisha simu kama hivi, ambapo unaweza kaiona ukaiona jinsi tunavyoweza kuonekana namna hiyo. Kwa hiyo ringlight inakuwa ipo tayari kwa ajili ya matumizi, lakini pia unaweza ukaiona kama hivyo. Ringlight yetu inakuwa ipo tayari kwa ajili ya matumizi kama jinsi unavyoweza kuiona, lakini pia unaweza kuweka katika engo tofauti tofauti, kama ilivyoambia kwamba kunakuwa na hiki kifaa kwa nyuma hapa, inakupa wigo mpana kuweza kubadilisha iwe katika engo tofauti tofauti, kwa maana kwamba naweza nikabadilisha simu yangu ikawa nimeilaza hivi, naweza nkaiweka kwa chini kidogo unaweza kaa katika namna zote kutegemeana na uhitaji wako, na yakaa imesimama na imekaa vizuri. Hizi ring light ni nzuri sana, tofauti na zile ring light za kawaida, ambapo hizi ukizipata, kwanza zinadumu kwa muda mrefu, lakini pia ni imara. Utunzaji wako sasa tutakuwa na tegemeana, lakini hii ukichukua ukitunza vizuri, inaweza kaa muda mrefu sana, lakini pia kutokana na namna ambavyo na namna ambavyo ilivyo na vifaa vyake na jinsi ilivyo adjustable kwamba unaweza kuweka katika angle tofauti tofauti kutegemea na ule uhitaji wako wewe kwa ujumla. Kwa hiyo inakusaidia wewe kuweza kuhakikisha kwamba e, unapata kile kitu ambacho wewe unakitaka. Kwa hiyo unaweza kaweka hivyo, karekodi kile cha chini ambacho unataka kuweza kurekodi au kaweka katika angle namba hiyo unakuona unataka. Ukibadilisha kwa namna yoyote ile inakaa na inakubali kabisa bila bila kuwa na tatizo lolote. Kwa ni wewe mwenyewe tu namna ambavyo unataka na namna ambavyo unataka video yako iwe, unakuwa una adjust katika namna hiyo hapo. Lakini ring light hizi zinakuwa ni nzuri na zipo nyingi tu za kutosha, zipo package za kutosha, kiasi kwamba kama unaweza ukahitaji, tunaweza tukawasiliana kuweza kukupa utaratibu wa kuweza kuzipata, kwa maana kwamba kuna namba za simu tazo na kwenye screen hapo kwa ajili ya kuweza kufanya mawasiliano. Bei yake zinakuwa ni shilingi 40 tu peke yake ambapo inakuja ni seti nzima, unapata standi yake, unapata adjustable zote zinakuepo na maelekezo yote jinsi ya kuweza kuelekezwa. Delivery tunafanya sehemu yoyote ulipo, we mkoa, we mkoani, we Dar es Salaam, tunafanya sehemu yoyote ulipo, unaipata na inakufikia bila tatizo lolote. Unaweza kufika ofisini kwetu Mbezi kuweza kuzipata, zipo za kutosha na utapewa maelekezo, utaelekezwa jinsi gani kuweza kutumia na utapata taratibu nzima kuweza kupata zipo za kutosha, kwa hiyo, na ambao unapata shida kuweza kutumia, kuweza kutengeneza video zako, kuweza kupata muonekano mzuri wa video zako, kuweza kupata muonekano mzuri wa picha zako. Hii itakusaidia sana kuweza kuhakikisha kwamba unapata kile kitu kilicho bora na ambacho kitakuja kukusaidia. Kwa hiyo baada ya kuweza kuangalia, unaweza kusubscribe katika channel yetu ili kuendelea kujifunza zaidi jinsi gani kuweza kufanya biashara mtandao, lakini pia jinsi gani kuweza kutumia vifaa kama hivi kuweza kusaidia kuweza kuboresha kazi yako.